Ya, nashukuru. Ee, ni utaratibu wa kawaida wa nchi yetu ya Tanzania kila tunavyoingia uchaguzi mkuu, uchaguzi lazima uongozwe na katiba kwa sababu ni jambo la kikatiba, lakini uchaguzi pia lazima uongozwe na sheria pamoja na kanuni mbalimbali mbali. Lakini mbali ya katiba, sheria na kanuni ni lazima uwepo muongozo wa maadili kwenye uchaguzi na mwongozo wa maadili pia ni wa muhimu kwa sababu, wakati wa kampeni lolote inaweza katokea, kuna mambo mengi sana ya, ya, ya, ya kimaadili ambayo yatajitokeza, yata wakati wa kampeni na mchakato mzima wa mchakato mzima wa uchaguzi. Kwa hiyo ndio maana, kwa mujibu wa sheria kila tunavyoenda uchaguzi mkuu ni lazima e, ziundwe kanuni za maadili ya, ya, ya uchaguzi ambayo e, wadau wote watatakiwa kuyazingatia. Sasa kwenye sheria tuliyokuwa nayo sasa, sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge, pamoja na madiwani, sheria ya mwaka 2024 kifungu cha 162 kinatoa mamlaka kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kutengeneza eh, kanuni za maadili ya uchaguzi. Aa, na wanatengeneza baada ya kushauriana au kupata maoni kwenye vyama vya siasa vyote pamoja na serikali na wakishatengeneza, eh, tayari wameshatengeneza kanuni, kinachofuatia baada ya hapo, wanatakiwa ziende zikachapishwa kwenye gazeti la gazeti la serikali. Lakini ikumbuke, kwa sababu hao ndio wadau ambao wanashiriki kwenye kutengeneza hizi eh, kanuni za maadili ya uchaguzi. Sheria pia kwenye kile kifungu cha mia moja sitini na mbili kifungu kidogo cha pili kinataja ni wakina nani ambao watatakiwa wasaini zile kanuni za maadili. Sasa, wanao saini kanuni za maadili utaona, kwenye ushirikishaji, kuna kuna pande tatu tu, kuna utatu, sijui tuseme utatu mtakatifu au utatu, vyovyote ambavyo tutaita, kwa maana kwamba kuna tume, kuna serikali na vyama vya siasa. Ikija kwenye swala zima la kusaini, hapa kwenye kusaini, utatu ule umeisha. Kuna watu wanne hapa wanajitokeza. Moja, kuna kuwepo na vyama vya siasa kama kawaida, serikali ipo, tume ipo, lakini mgombea wale wanaogombea kwenye nafasi mbalimbali mbali. Wote wana nafasi ya kusaini yale maadili. Sasa ukisoma ile sheria katika upana wake kwa sababu ni, ni, kif, ni kifungu cha 162 ndio baki kinazungumzia hizo taratibu za kimaadili na ambacho hakina vifungu vingi, ina kifungu kidogo cha kwanza, cha pili, cha tatu. Sasa ukisoma ile inazungumzia hahitaji e, kuhusu vyama vya siasa, serikali pamoja na tume inatakiwa wasaini lini kanuni, lakini inataja kwamba mgombea anatakiwa kusaini kanuni za maadili kabla kurejesha fomu yake. Sasa naikumbuke kurejesha fomu maana yake hiyo ni baada ya bunge kuwa limeshavunjwa na tayari michakato ya uchaguzi imeshaanza, watu wameshachukua fomu. Sasa hivi wakati tunatengeneza kanuni maana yake eh, swala zima la la, la, la, la mchakato wa uchaguzi kwa maana ya fomu bado hazijatoka. Kwa hiyo maana yake nini? Waliosaini kwenye hatua hii, vimesaini vyama, imesaini tume, imesaini na serikali. Huyu mgombea mpaka sasa hivi tunavyozungumza hajasaini. Sasa kitaalam mimi kama mwanasheria najaribu kuangalia kwa sababu neno ambalo limetumia ni kusaini. Kwa hiyo mimi nitegemee wangesema labda kuna kusaini eh, vyama vitasaini, vyama, serikali pamoja na tume lakini mgombea atakuja kuridhia uh, yale maadili. Lakini sheria imesema kusaini ikimaanisha mpaka mgombea ambaye atakuja baadaye inaonekana ni kusaini. Sasa mimi nikijaribu kupata tafsiri ya haraka kwa mazingira hayo mimi naona neno kusaini limetumika kwa maana pana, halijatumika kwa maana finyu au strict sense, kwa maana kwamba limetumika kumaanisha hata ile kuridhia au ratification bado na yeye inaingia kama nini, ni kusign. Kwa unaona, umwanya kwenye mazingira ya sheria hii. Na kama ingemaanisha kwamba neno kusign limaanisha kweli ni kusign, manake tegemea wote wao wamesha sign kabla zijenda kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Sasa kwa namna ilivyo inatupa ina, ina, ina tafsiri hiyo kwamba pengine waliotunga kifungu hichi bunge wakati natunga kifungu hiki tulilenga labda kiwe na tafsiri ambayo ni pana zaidi, na ndio maana hata anayekuja baadaye inaonekana ni kusaini. Lakini ingawaje nikiangalia katika hali halisi kule sio kusaini, ni kuridhia, kwa sababu nakuja kufanya kitu ambacho tayari watu walishasaini. Kitu ambacho kwenye sheria si si jambo geni na si jambo baya, ni kitu ambacho kina kinakubalika. Hayo ni maeneo mawili. Eneo la tatu la sheria hii ni eneo ambalo linazungumzia hizi sheria zinambana nani, ni nani anafungwa na sheria hizi. Kwa mujibu wa kanuni hii eh, kifungu cha 162 kifungu kidogo cha tatu kinasema wale wote ambao wamesaini maadili watatakiwa kuzingatia na kutii yale um, kanuni za maadili ambao wame, wamezisaini. Bahati mbaya sana sijajua wakati wanatengeneza kifungu labda hawakuliona yule je ambaye hajasaini yeye pia anatakuwa bano na maadili, kwa sababu kinasema walio saini ndio ambao wanatakuwa bano na nini na kifungu hiki. Sasa tumezoea mara nyingi, hizo ni tabia za mikataba kwenye mikataba. Mkataba mara nyingi unawabana wale watu tu ambao wapo kwenye mkataba, ila sheria kwa kawaida huwa haina haibani tu watu ambao fulani kwamba walisaini. Sheria inategemea hiyo na matumizi kwa watu wote, maana yake wanaoshiriki uchaguzi wote tu, bila kujala mesaini au kusaini, inatakiwa sheria iende huko. Sasa ukisema itawabana hawa peke yake, maana yake kuna hatari e, eh, kwamba yule mtu ambaye hakusaini maadili, huyu mtu akitokea kwa namna yote akiingia kwenye uchaguzi hata fungwa na hataweza kufungwa na maadili kwa sababu tayari maadili anasema kabisa kwamba atambana yule ambaye amesaini peke yake. Sasa swali ambalo limekuwa likijitokeza ambalo limesumbua sana. Wengi wamekuwa wakizungumza kwamba kuto kusaini madhara yake ni nini? Napenda niseme, kabla sijalijibu hilo, nizungumze kwamba kwanza uchaguzi ni jambo la kikatiba. Hilo ni lazima tuweze kuliweka sawa. Na kwa nini tunasema ni jambo la kikatiba? Kwa sababu kwa kupitia uchaguzi ndio namna pekee ambayo wananchi wanatumia ibara yao ya nane ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inasema msingi wa mamlaka ya serikali ni wananchi. Kwa hiyo wananchi, maana yake wanatoa mamlaka yake mamlaka yao kuipa serikali kwa kupitia uchaguzi. Kwa ni jambo la msingi sana kwamba wananchi wanaamua kwamba mamlaka yetu sasa tunakuchagua, ndugu Ramadhani, ndugu Joni, ndugu Juma, ndugu Rehema, ndugu Grace, uende kuwa kiongozi wetu kwa nafasi mbalimbali kwa kupitia ibara ya nane na hilo linafanywa kupitia uchaguzi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo serious, sio jambo ambalo ni dogo. Lakini cha pili, hili ni jambo la katiba kwa sababu linaingia kwenye ibara ya ishirini na moja ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ibara ya ishirini na moja inatoa haki ya ushiriki. Watu wana haki ya kushiriki kwenye maamuzi kwenye mambo yanayohusu maisha yao. Sasa ushiriki huu ni pamoja na kupata viongozi, ni pamoja na kushiriki kwa maana kwamba mtu mwenyewe kuwa kiongozi moja kwa moja. Hizi nafasi zote zinaingia kwenye ibara ya ishirini na moja ambayo inazungumzia swala la ushiriki. Lakini pia inagusa msingi wa muhimu sana kwa sababu moja msingi wa muhimu wa katiba yetu sisi ni ibara ya tatu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaitambulisha nchi yetu kwamba ni nchi ya kidemokrasia ya vyama vingi. Sasa moja msingi wa kidemokrasia ni pamoja na msingi wa ushiriki kwa kupitia uchaguzi, ushiriki kwa maana ya vyama, ushiriki kwa maana ya wapiga kura, ushiriki kwa maana ya mgombea, ushiriki kwa maana ya kila mwananchi na wadau mbalimbali kwenye michakato ambayo inahusu ikiwepo mchakato wa uchaguzi. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la uzito wa kikatiba, na kwa nini najaribu kuzungumzia msingi huo, na jaribu kuzungumzia msingi huo ili tuone uzito tunavotaka kunyima aidha chama au mgombea nafasi yake ya kushiriki uchaguzi, tujue maana yake tunaenda kupindua jambo ambalo kimsingi ni la kikatiba, ni haki yake ya kikatiba. Sasa kwenye kifungu cha mia moja sitini na mbili katika ujumla wake wote cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani sheria mwaka elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na nne ambayo ni sheria namba moja, haisemi popote kwamba yule ambaye hajasaini kanuni za maadili ya uchaguzi atafanywa nini. Haijasema. Kwa hiyo sheria ipo wazi. Sasa swali linalokuja ni hivi, wengi wamejaribu kutafsiri, wakasema kwa sababu kifungu cha 162 kifungu kidogo cha, cha kwanza kitasema vyama vitatakiwa kusaini e, kanuni za maadili vyama, serikali pamoja na tume, kimetumia neno ambalo wanasema watalazimika, ambalo kama kwa lugha ya kigeni tungeweza kuita ni shalo. Shalo maana ni kitu ambacho kinaonekana kama ni cha ulazima. Sasa mimi kwa maoni yangu ninavyoona, e, hiyo kutakiwa kusaini inaweza kama kuna ulazima wa kusaini, lakini kuwa na ulazima wa kusaini haimaanishi kwamba huo ulazima wake usiposaini kwamba adhabu yako itakuwa ni kuondolewa kwenye mchakato wa uchaguzi, kwa sababu kama bunge wakati natunga sheria lingekuwa limekusudia hivyo, lingekuwa tayari kwenye sheria limesema moja kwa moja kwamba madhara ya kuto kusaini maadili yatakuwa ni moja, mbili, tatu. Lakini bunge liliishia tu kusema kwamba wale ambao wamesaini watafungwa na masharti ya, ya, ya, ya, ya maadili yale ambao wamesainiwa. Ambaye hajasaini wala haijasema haisema atafanywa kitu chochote. Sasa ikumbukwe kwamba kumnyima au kunyima chama chochote cha siasa haki yake ya kushiriki kwenye uchaguzi maana yake ni adhabu. Sasa mimi katika sheria ambayo nimejifunza na walimu wangu wote walionifundisha, ambao nawaheshimu maprofesa, ambao ni nafikiri ni moja maprofesa ambao naheshimika kwenye nchi hii, hawajawahi kunifundisha hivyo, kwamba kuna adhabu inaweza ikaja, yaani kwamba ukabashiri tu, ukajaribu kwa mawazo yako ukawaza tu kutengeneza adhabu. Adhabu ni lazima itengenezwe na sheria. Sasa sheria haijatoa adhabu. Sasa kama sheria haijatoa adhabu, Je, ni nani mwenye uwezo kutengeneza hiyo adhabu? Kwa sababu kutengeneza adhabu maana yake kwa lugha nyingine tunataka tuseme tume ya taifa au tunaita tume huru kama wanavyojaribu kuiita tume huru ya uchaguzi inajaribu kuchukua mamlaka ya kibunge ya kuanza kutengeneza kifungu cha adhabu ambacho hakipo kwenye sheria. Sasa mimi hilo nikiliona kama mwanasheria nadhani ni kitu ambacho kinakiuka kabisa na misingi ya utawala wa sheria. Utawala wa sheria unataka ufanye kitu kwa mjibu wa sheria, kama sheria imekuruhusu kufanya hivyo. Hicho ambacho wanakifanya, nadhani wanakuwa wamepitiliza. Sasa kuna wengine wanahoji, wanasema ah, kwa sababu wameruhusiwa labda kutengeneza kanuni, bunge maana yake limegatua au limeruhusu mamlaka yake, delegation ya power, kwamba tume sasa iweze kutengeneza kanuni. Sasa ipo hivi, naomba nizungumzie pia kwenye hilo, kwenye kanuni ya utengenezaji wa kanuni ndogondogo ndogo, au sheria ndogondogo ndogo, sheria ndogo yote ambayo inatengeneza ni lazima ifungwe na mambo mawili. Kwanza izingatie katiba ya nchi, lakini cha pili ni lazima hiyo kanuni izingatie sheria mama, ile sheria ambayo imewapa mamlaka hayo. Sasa kwa kawaida kazi ya kanuni huwa ni nini? Ni, ni, ni, au sheria ndogo ndogo, kazi ya kanuni huwa ni kwa ajili ya kutafsiri au kujazia zile taarifa ambazo zisingekuwa zimejazwa zote kwa wingi wake, kwa kwa maana ya ufafanuzi kwenye sheria ile mama, kutoa taratibu mbalimbali ambazo zinakuwepo. Lakini swala kama la adhabu sio swala la kitaratibu, hilo ni swala kabisa ambalo linagusa haki. Hilo ni lazima liwepo kwenye sheria mama. Kwa hiyo kama sheria mama haijasema watakuwa na mamlaka ya kutunga kanuni ambazo zitatoa adhabu, hawawezi kufika kwenye kiwango hicho. Kwa hiyo kwa mjibu wa sheria wakifanya hivyo tunasema wamepitiliza mipaka yao ya kisheria au kwa lugha ya Kilatini wanaita ultra vires kwamba umefika mahali umepitiliza umejipa mamlaka ambayo sio ya kwako umefika mahali umepindua bunge, kwa sababu bunge ndilo mamlaka ya kutunga sheria. Likikuruhusu utengeneze kanuni, maana yake wewe umekasimishwa mamlaka na bunge. Utataka ufanye kwenye kiwango tu ambacho sheria imezungumza, huwezi kaenda kwenye kiwango cha kwenda kutengeneza vitu vingine ambavyo kimsingi kwenye sheria havipo. Kwa hiyo mimi kwa maoni yangu naona kabisa kitendo cha, cha, cha, cha tume ya uchaguzi kujaribu kuweka kipengele kwenye kanuni cha adhabu kwamba tunamwadhibu chama cha siasa kwa kumnyima haki ya kushiriki, haki ya kikatiba ni kitu ambacho hakijakaa sawa, ni kinyume na sheria, ni kinyume na katiba, ni kinyume na misingi yoyote ile ya utafsiri wa sheria ambayo naifahamu, kwa ni jambo ambalo halipo sawa. Na niseme hivi, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, swala la haki ni jambo serious na tunavyotafsiri haki, ili uweze haki ya mtu iweze kupunguzwa au iweze kudhibitiwa au iweze kunyang'anywa, kuna misingi yake ambayo ni lazima uhakikishe kwamba imezingatiwa. Moja, kwanza lazima iwepo sheria, kifungu cha sheria ambacho kimetaja moja kwa moja expressly provided ambacho kinasema kutakuwa adhabu au kuto kufanya hiki kitapelekea jambo moja, mbili, tatu. Ni lazima, huwezi kanyima haki kwa namna ya kudhaniwa au by necessary implication, ni lazima kuwe kuna kifungu ambacho kimesema, na hiyo inaenda kwenye msingi ambao mahakama yetu ya rufaa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kesi ya Daudi Pete pamoja na kesi inaitwa eh, kukutia ole pumbuni walienda wakaielezea vizuri huo msingi, kwamba ni lazima kuwa na msingi wa uhalali wa kisheria legalite, kifungu kipi kimekupa mamlaka hayo, usipokionyesha hicho kuruhusiwa na kufanya ile jambo ambalo alifanya, kwa sababu vinginevyo ukifanya utakuwa unafanya kitu ambacho ni kinyume na sheria. Lakini pia katiba yetu ibara ya ya ya, ya, ya, thelathini ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweka mazingira haki zinaweza zika mazingira gani ziweza kudhibitiwa, sio kwamba unajiamulia tu kudhibiti, kwa lazima ufikie vile vigezo ambavyo vipo. Na kwenye kesi ya Daudi Pete pia, moja ya kitu ambacho nilizungumzia mbali na hiyo ya uhalali wa kisheria au legality, kuna it, kuna kitu kingine kinaitwa necessity, kwamba, je, palikuwa na ulazima wa kuchukua hatua hiyo? Kwamba usingeweza kufanya hilo jambo na ukapeleka uchaguzi ukafanyika bila kwenda kwenye hatua hiyo. Kwa mfano, najaribu kujiuliza kwamba suppose kichama ambacho kikusaini nakumbuka uchaguzi bado, kampeni hazijaanza. Kam kanuni za maadili zinaanza kutumika wakati uchaguzi kampeni zikishaanza. Je, njia pekee ilikuwa ni kunyima chama haki yake ya, ya kikatiba ya kushiriki? Na ukisema chama manake pamoja na wanachama pamoja na wananchi mbalimbali ambao ongeza matumaini yao yakapitia kwa kupitia chama hicho, hiyo ndio njia pekee ambayo ingeweza? Hapakuwa na namna ya kusema labda kama kuna muhimu sana kwa wakati wa kushiriki, ukasema hata waje wasaini, kwa maana ya kuridhia kama ambavyo mgombea anafanya baadaye kwenye stage nyingine ambazo zinafuatia au hata chama kisingekuwa kimesaini, lakini mgombea anapofika wakati wa kugombea yeye akasaini akafungwa. Kwa yea sababu, kumbuka mwisho wa siku aliyopo mchezoni ni mchezaji, ni mgombea, kwamba yeye atafungwa na maadili, kwa sababu lengo kubwa la maadili ni kuhakikisha kwamba hawa wanaoshiriki uchaguzi wote hawakiuki misingi ya maadili na kusababisha uhuru uchaguzi uwe ni huru wa haki wa huru na ambao unaheshimu ile misingi mingine yote na kila mmoja anaona ni maeneo ambayo ni salama kwa ajili ya uchaguzi. Kwa hiyo, bado hata nge hata chama kisinge sign ungeruhusu mgombea peke yake akasaini mkambana mgombea asikiuke misingi. Bado lengo la kusababisha uchaguzi wa uhuru na wa haki na ile misingi. Bado lingeweza kutimia kwa kupitia hiyo. Sasa najiuliza, je, kulikuwa kuna sababu gani ya lazima useme njia pekee tuliyoiona kwamba hakuna adhabu nyingine hapa ni kutoa death penalty. Kwa sababu ninavyozungumzia uondoa chama kisishiriki uchaguzi ni kama vile ni adhabu ya kifo, kwamba tumeamua tumeona wewe, kifungo hakita kusaidia, onyo halita kusaidia, namna nyingine haita kusaidia, namna pekee wewe nitakuwa tukuhukumu kwa ajili ya kifo, ambayo sisi tunaiona ni adhabu ya mwisho sana. Kwa hiyo hata adhabu ingekuwepo, sidhani kama tungeanzia na adhabu ambayo ni kubwa kiasi hicho. Lakini kwenye mazingira yetu, bahati nzuri au bahati mbaya, kwanza sheria haijatoa hiyo adhabu. Kwa hiyo ni mimi naona ni maoni tu, ni maoni ambayo tume wamejaribu kuweka na ikumbukwe kwamba mwenye mamlaka ya kutafsiri sheria kwenye, kwenye nchi hii si tume kwa mujibu wa ibara ya mia moja na saba a kubwa e, ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, mahakama pekee ndio ambayo inatafsiri sheria. Sasa kama kifungu kile kipo wazi, tume inapata wapi mamlaka ya kwanza kutafsiri na kuongeza vitu ambavyo kimsingi havipo kwenye sheria? Kwa hiyo mimi naona hili ni jambo ambalo jakaa sawa. Na msingi wa tatu ni msingi uh, tunaita proportionality kwamba kiasi kwamba unavyochukua hatua fulani ziwe ni hatua ambazo za kiasi, usichukue hatua ambayo itaumiza haki kwenye kiwango cha kupindukia. Mfano rais ambao tunautolea wanasema hivi, kama na uwezo wa kuua inzi kwa kutumia leso, huna haja ya kutumia nyundo kwa ajili ya kuua leso. Kwa kama palikuwa na uwezo kwamba hizi kanuni za muhimu ya kuweza kuhakikisha angalau vyama vimecomply, na hiyo bado tume ilikuwa na uwezo wa kutumia njia zingine badala ya hii njia nyingine ambayo ni kama adhabu ya kifo, kwamba tumeamua tumnyonge huyu asishiriki. Kwa hiyo adhabu ya kunyonga chama kisishiriki, haki yake ya kikatiba naiona ni adhabu ambayo imepindukia, ni adhabu ambayo imepitiliza, ambayo imekiuka misingi yote iliyopo kwenye kesi ya Daudi Pete, kama nimezungumzia, na ile kesi ya Kukutia, ambazo ni kesi za kihistoria, ni kesi ambazo natusimamia sana kwenye misingi tunapotafsiri mambo ya kikatiba. Hayo ni mambo ambayo nafikiri ni ya muhimu sana, yangeweza kuzingatiwa. Lakini jambo ambalo ni la muhimu sana ni kwamba unavyo tafsiri haki, jambo lote la haki ni lazima haki hiyo iweze kuipewa upana zaidi kwenye tafsiri, na kama kuna kitu ambacho kinanyang'anya haki kinatakiwa kitafsiriwe kwa ufinyu, kwa maana ya strict interpretation. Kwa kinachokupa haki unakipa upana, kinachonyang'anya haki ni lazima kiwe strict. Unajaribu kutafsiri kwa kuipa tafsiri ambayo ni pana, unajaribu kukiminya. Sasa kwenye mazingira ya sheria hii hatuwezi kujaribu kusema oh kwa mazingira haya, labda kwa sababu walisema vita saini, labda walimaanisha asipofanya, asipo saini, anyimwe haki. No, hiyo unapeleka a broader interpretation au tafsiri pana kwa ajili ya kunyang'anya haki, ambayo ni kinyume kabisa na misingi ya utafsiri wa katiba, ambayo inajulikana katika Jumuiya ya Madola zote kwenye nchi zetu, kwa sababu misingi, misingi ya utafsiri wa katiba, misingi ya utafsiri wa sheria inajulikana kwamba kifungu ambacho kinanyima kina haki ni lazima kitafsiriwe kwa njia ambayo kinaminywa kina, kina sana kwenye kutafsiri, lakini kinachotoa haki napewa tafsiri ambayo ni pana zaidi. Sasa hii wamejaribu kuipa tafsiri ambayo ni pana mpaka kutengeneza adhabu ambayo haipo, wamejipa mamlaka haya ya kutengeneza kwa mimi naona kabisa ambacho kimefanyika ni ubatili, ni kitu ambacho kipo kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu haki ya katiba haiwezi kaondoshwa kupitia kanuni. Yani kiche, kitu kituko ambacho tunaweza tukasema hapa ni kama wamesema hivi, kwa hiyo wamejaribu kupindua ni kwamba sasa mtoto amemzaa baba yake. Kwa maana kwamba kwa, kwa namna jinsi ilivyo inaonekana sasa kanuni hizi zina nguvu kushinda sheria, zina nguvu kushinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitu ambacho sio kweli, kwa sababu kitu namba moja, kwa nchi ya kwetu ambayo ina heshimu ukuu wa katiba au tunaita supremacy of the constitution, ambayo ni, ni, ni dhana ambayo imeishi kwa miaka mingi na nchi zetu, jumuiya za madola zote zinasimamia dhana hii ni kwamba ni lazima cha kwanza tunaangalia, je, hicho kitu ambacho kinafanyika hakijakiuka katiba, hakijapitiliza misingi ya katiba, hakijanyang'anya haki za kikatiba, hakijakiuka sheria nyingine ya bunge ambayo imetungwa. Sasa leo tunatunga sheri, kanuni, kikanuni tu ambacho tume imetunga mamlaka ya kuazimwa, kimeonekana kina nguvu kushinda Kifungu cha mia moja sitini na mbili ambacho bunge limetunga kimeonekana kina nguvu kushinda ibara ya ishirini na moja ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimeonekana kina nguvu kushinda ibara ya nane. Kwa hiyo kimeenda kupindua mamlaka ya wananchi kimeenda kupindua ibara ya tatu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimeenda kupindua misingi yote ya demokrasia na haki ya ushiriki katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo, haya ni mambo ambayo hayakubaliki, ni vitu ambavyo havipo sawa. Tusingetegemea kuona kabisa E, tume ambayo tunaamini na ipo chini ya watu ambao wanawele, wana wanaweledi, kuna wanasheria wazuri wasingeweza kutupa tafsiri ya design hii. Kwa hiyo mimi nafikiri tume iende ikajitafakari ione kwamba hichi kitu ambacho unajaribu kukifanya ni kweli ni sahihi. Tunawafundisha nini watoto wetu? kwa kwa sababu tuna vijana wetu ambao wanasoma sasa hivi sheria sheria watapata mkanganyiko. Mimi nafikiri hata mwalimu anayefundisha sheria kwa sasa hivi akiangalia anayotokea huku kwenye field na kile ambacho anakifundisha itampa ngumu sana baadaye hata kuapply kwamba atumie kipi kwa, kwa sababu misingi ambayo anafundishwa ambayo tumefundishwa kwenye kesi mbali mbalimbali, vitabu vya kina profesa wale akina Oluyede ambao vimetengeneza misingi, waandishi mbalimbali akina Dicey ile misingi yote imeshahama. Kwa hiyo sasa hivi nakuta tumekuja tumetengeneza vitu ambavyo kwa kweli kimsingi havipo kabisa, ni vitu ambavyo ni utamaduni mpya, ni utamaduni ambao unakiuka kila kitu, kwa nadhani ni wakati wa kujitafakari ili tuje tuone kwamba ni, ni kwa nini kama taifa tumefika mahala tumeamua kuhama kwenye misingi ya muhimu ya kikatiba na misingi ya kisheria, tukaanza kufanya mambo ya kienyeji kama vile labda nchi yetu ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni jango, kwamba ni kama kanuni za mbwa mwitu, kwamba wakikaa pale, maana yake yule mwenye meno makali kama simba, yeye tayari maamuzi yake ndio maamuzi ya, ya, ya, ya, ya, ya himaya iliyopo pale. Sasa tutegemei, kwa sababu sisi tunafungwa na ukuu wa katiba, kwa kama kuna kitu katiba imeshasema kikae moja, mbili, tatu, huwezi ukanyang'anya haki ya kikatiba kwa kutumia kanuni. Hili ni jambo la kituko kabisa, ambalo nafikiri vijana ambao wanasoma sheria kwa sasa watapata tabu sana kulielewa, na ni kitu ambacho wenzetu hatujui, labda wamekiazima wame, wapi, ila ni dhana ambayo ni ngeni kabisa kwenye sheria. Labda nawezekana mtu akatafutia PhD akaenda kafanya utafiti kwenye atusaidie, kwamba labda tumehama kwenye ile common sense ya kawaida, tumeamua kuja kufanya kitu na, na kwa lugha nyingine maanake wameidogosha Katiba, yaani ionekane Katiba ni kitu ka kawaida sana, kwamba mtu kesho. Na tusishangae kwa namna kwa trend hii, tukiruhusu kesho, mtu anaweza katunga kanuni zikaja zikapoka mamlaka karibu ya Katiba yote kwa kupitia kanuni, kwa sababu tayari tumeshaanza, kwa sababu wanasema kama, eh, leo akiamua kuingiza mguu mmoja, kwa nini kesho asipite mwili mzima? If you can go one mile why not two miles tomorrow? Kwa ukianza kitu kidogo kidogo, maana kuna uwezo wa kufanya jambo jingine ambalo ni baya zaidi. Kwa hiyo wito wangu, wito wangu ni kwamba tume yetu ya taifa ya uchaguzi ijita, ikae chini ijitafakari, iangalie kwamba, je, hizo kanuni ambazo wamezitunga ni kweli kila, wenyewe akijitafakari kwa sababu kuna vitu vingine hata wao wenyewe wakikaa wajitafakari, hata kwenye common sense wanaona inaleta mantiki kwamba kanuni ina nguvu kushinda katiba. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo ni jambo ambalo kwa kweli linahitaji wajitafakari na tunahitaji kusijisahisha. Unajua, kujisahisha sio udhaifu. Mwalimu Nyerere aliandika kitabu chake cha kujisahisha, alivyogundua kwamba kama Chama cha Mapinduzi kuna sehemu wameenda, kuna mambo mengi na binadamu wamekosea. Sasa lazima tujisahishe kwao, na mimi naishauri tume yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Jaji Mwambegele, ambaye tunaamini ni mtu anauelewa haya mambo tunayozungumza, anajua ukuu wa katiba, anajua kwamba katiba ndio, ndio, ndio, ndio chombo chenye mamlaka ya mwisho kwenye nchi kama ya kwetu ambayo sio nchi ya kifalme. Kwa nchi kama za kifalme hawana ukuu wa katiba, lakini sisi kwa mfumo wa kwetu, mfumo wa nchi kama Marekani, sisi tunaheshimu ukuu wa katiba, ni kitu ambacho ni serious. Na ndio mata wenzetu Marekani kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye moja ya kesi ambayo eh, iliwahi kutikiza sana, kwenye ile kesi ya ya Watergate ya, ya, ya, ya USA. Wakati wa rais nani, Rais Nixon, moja ya kitu kwenye kesi ya Nixon dhidi ya USA walizungumzia ukuu wa katiba. Sheria za Marekani zilikuwa zi, hazimlazimishi rais kushurutishwa kwenda kutoa ushahidi kwenye, kwenye mahakama, lakini kwa sababu alifanya jambo la kukiuka haki za msingi kwa mujibu wa marekebisho ya kwanza ya katiba ya Marekani, mahakama ilimwambia katiba ndiyo kitu kikuu kuliko mamlaka mengine yote yaliyopo. Kwa hiyo alishurutishwa, rais akaenda kutoa akawajibika kwenda mahakamani kujieleza. Kwa nini? Kwa sababu ni watu ambao wanaheshimu ukuu ukuu wa katiba. Sasa leo sisi tumefika mahali katiba inaanza kulinganishwa hata na vikanuni vidogo vidogo kwamba vimechukua ukuu wa katiba. Nadhani hii ni kitu ambacho hakikubaliki. Ni kitu ambacho hakikubaliki, ni lazima wote tuseme hili no ni kitu ambacho hakiki. Lazima tuseme haiwezekani, tena tuishie hapo, tuweze kujirekebisha basi, ili nchi yetu iendelee kuheshimu misingi ya uh, utawala wa sheria iheshimu misingi ya demokrasia, iheshimu misingi ya haki, iheshimu misingi ya kikatiba. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumeliokoa taifa hili. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.